Hii ni Chapesa Media na hapa tupo na mshabiki wa Simba kindakindaki atatambulisha kwa majina yake, kuelezea mchezo wa leo ambao ni marudiano kati ya Simba na Stellenbosch. Kumbuka Simba wali walichapa Stellenbosch pale Amani Zanzibar, bao moja kwa sifuri. Leo Simba wana kibarua kizito cha kulinda bao ama kuzidi kushinda ili kuwapeleka nusu fainali. Ebana, unazungumzaje mchezo wa leo? Ah, mchezo wa leo mchezo wa leo na nauzungumzia vizuri na nauona mbali. Naitwa nani? Ah, kwa majina mimi naitwa Mmakonde, okay. Mmakonde original kule cool Mtwala wananijua hivyo Mmakonde original? Au bigi unajua tele. Mimi, leo kwanza leo, ah, mimi nimetoka Ntwala nikasema, nimetoka Ntwala, kuja kumwangalia nani Mpanzo, okay. Mpanzo ndo mbadi Mpanzo nzio kuteleza hivi, anateleza baba yule Ukipiga na kimvua hichi njomba atakuwa anateleza na utelezo kama wote. Asa nifika huku Dar es Salaam na sikia mechi Afrika Kusini, sijui Kusini. Si bora ningekatisha zangu pale boda pale Msumbiji nika kata hivi huko Afrika Kusini na muona mpanzu. Ah. Na unakionaje kiwango cha Jean Charles Ahoua leo pale South Africa Durban? Hapo, hmm. Jean Charles Ahoua leo anaenda kuwa huwa na kuwa nyosha. Yaani mpira leo unekamilika mpira leo hauna migogoro, mpira umepaa, watoto wanalicheza bari, yaani leo, yaani Simba raha ile, Simba nguvu moja, finali hiyo. Ah, Simba raha, kweli kweli. Aa, una Simba unaiona kuvuka nusu finali, kwenda finali? hilo liko wazi, Simba kwenda finali, hilo hilo alina, ki, alina kipingamizi chochote na wala alina mgogoro, mpira juzi ule amani Zanzibar kule, unaona wana Simba umemuona mkwala eh? Unu, unemuona mpanzu jinsi alivyokuwa anatikisa mambo, anatikisa nyavu eh? na yule mtoto akufanya hivi sitireka siti la boli ukiweka wa ukirudi kidogo wa kwa hivi kidogo ah. Simba mbona fainali hii hapa njomba ah. Unaona Stellenbosch sio timu ya kubezwa kwa sababu imemtoa bingwa mtetezi Zamalek. Je, ah, unaiona nafasi ya simba kutoboa kwenda nusu fainali leo? Ah, ah, Yaani unisikia njomba, hatuwezi kubeza timu yoyote kutokana na kwamba huu mpira, lakini leo tunawanyosha wale. Yaani leo tunawanyosha kisawasawa, yaani leo tunaf... ile swala sijui la kufanya hivi na kurudi hivi kuweka mpira gambani na kufanya ah, leo mpira raha, leo leo tuta enjoy kwelikweli. Ungekuwa wewe kocha Fadil ungemwanzisha nani kati ya Mkwala au wateba hapale? Pa, pale angeanza ange, Nkwala pale, yaani Mkwala ndo kila kitu, Nkwala. <laughs> pale Nkwala, Nkwala hivi, Mkwala, Mkwala. Even, Mkwala una njua, we? Eh? Nkwala, Mkwala kwetu sisi kule, yaani Nkwala ukipita, kwanza kule Mtwara kuna mabango kibao ya Nkwala, yaani unakuta mabango, na kwanza kule kwetu nyumbani Nkwala ni ushindi yaani ukisikia nkwala tu ujue ushindi huu hapa huu. Sasa kwa nini, kwa nini asianze? Ushindi ndo unaanza, lazima tuanzishe ushindi ili tupate ushindi. <laughs> Jomba, watu wengi walimbeza huwa kukosa bao pale Amani Complex, Zanzibar, watu wengi walimbeza, wakasema Haua afai. Kwa hiyo wewe unamwonaje kiwango cha Haua? Ah, swala la Haua kusema kwamba afai huo ni uongo jomba, ile ni situation tu ya mpira ambayo mtu wowote naweza kantokea lakini aua yuko vizuri, aua naamini leo atatuwakilisha vizuri na atafanya vitu vikubwa, njomba. Yani, katika maisha haya mtu ntu usinkatie tamaa, kisa kosa moja njomba. Wa, njomba. Njomba. Kwanza, si unaelewa, kwanza unyumbani wananiona huko mtu sio nyau, ah kamera hiyo inaonekana njomba, ah unizumuzumu vizuri kule ntwala wote, kule ntwala watajua, ah, njomba yule amekuwa sita, njomba amefanya interview. ah ya Simba ila Simba naipenda, nyinyi walai. Mo baba, kama unaniona unanisikia hapa, Simba naikubali. Uh, unaiona Simba kuvunja rekodi za zaidi ya miaka karibia 30 na kuto kucheza fainali. Uh, ilo humu tu humu tu leo, leo tunavunja rekodi zote njumba, yaani leo nina confidence zote eh, mtaangalia mpira kwa amani. Japo ndo nimeukosa huku, lakini najua huku Dar es Salaam kuna vibanda kibao vibanda umiza. Simba Simba fainali ilicheza 93. Ina maana kama leo watapoteza, ina maana historia itakuwa imeishia hapa. Na kama wataingia fainali, ina maana itakuwa ni mkondo wa pili wao Simba kuvunja hizi rekodi. Kwanza kwanza mwandishi, punguza presha, punguza wasiwasi. Swala la kusema sijui hatutaingia fainali, hilo liweke pembeni hilo. Hilo liweke pembeni. Kikosi tunacho kikubwa na tunatamba nacho, na finali tunaingia na rekodi tunavunja. Hawatoamini leo n yani. Umesikia ah, wat, wa, watani wako walileta medali pale, kwa nini kwa mama, lakini kombe hawakuli, hawakuliona. Lakini nyinyi kama mtaenda finali, ina maana mechi ya kwanza mtachezea ugenini mechi ya pili mtamalizia nyumbani kwa Mkapa, ina maana kombe litakuja papa Tanzania hii. Unaizungumziaje? Kwanza mimi ninachoshukuru Mungu kubarikiwa timu ya Simba, yaani nashukuru kweli kubarikiwa timu ya Simba. Kitu kingine nataka niwaahidi kwamba wa Tanzania, watoto wa Mtwala na watu wa Dar es Salaam na watu wote wa nchi hii, ili kombe si tunachukua. Amini amini mwandishi, kombe la kwetu na kombe linakuja. Wao si walileta vimedali sisi tunanyanyua kitu nzigo hivi watu, e, stori tunavunja leo, historia yote tunavunja mwandishi. Leo amnamna. Uh, leo, bao ngapi leo? Leo, leo, amna Stellenbosch yani. Leo zikikatwakatwa hivi vizuri, yule mpanzo akifanyafanya mambo yake ya utelezi vizuri, njomba, tatu tatu, e, tatu njomba, hivi hivo hivo njomba, eh? umesemaje sitele mimi najua Simba tu, hiyo si teleboti, sijui boti hilo njomba utanisame hivyo hivyo. South Africa Durban. Leo kinawashwa leo saa kumi. Yaani mimi najua ni Simba inacheza na timu ya huko ya nje huko lakini tunawafunga, hiyo si teleboti. Ah wanangu makolo nye jandaeni tu na mzigo ukitua Msimbazi, nye si nilikata ng'ombe moja, sijui si tunakata mia, yaani sisi tunakata mia wauni tunakula supu mchana kila shabiki anaondoka na nyama nyamachoma yake, unaona, usiku wali mm, na mtu akijichanganya vizuri na panya kutoka mtwara huko, hiyo imekaa poa sana watani, si fresh panjomba. Uh, unaona, Stellenbosch sio timu so ya kubezwa, kwa sababu imemtoa bingwa mtetezi Zamalek. Je, uh, unaiona nafasi ya Simba kutoboa kwenda nusu fainali leo? ah, Yaani, unasikia njomba, hatuwezi kubeza timu yoyote kutokana na kwamba huu mpira lakini leo hyuh, tunawanyosha wale. Yaani leo tunawanyosha kisawasawa yani leo tunaf... ile swala la kufanya hivi na kurudi hivi, kuweka mpira gambani na kufanya ah, leo mpira raha, leo leo tuta enjoi kwelikweli. Ungekuwa wewe Fadil, ungemwanzisha nani kati ya mkwala au wateba hapale? Pa, pale angeanza Nkwala pale, yaani Nkwala ndo kila kitu Nkwala. <laughs> pale Nkwala, Nkwala hivi Mkwala, Mkwala. Mkwala unanjua we? Eh? Nkwala, Mkwala kwetu sisi kule, yaani Nkwala ukipita kwanza kule Mtwara kuna mabango kibao ya Nkwala, yaani unakuta mabango